Hii game kuna nafasi yoyote ya Liverpool kumzuia Arsenal kwenye mbio za ubingwa hapa? Nirudi nyuma kidogo, game ya Arsenal ya kwanza kupoteza kwa kwenye msimu huu alifungwa na Liverpool. Yeah. Na ni Liverpool ambao game tatu za nyuma yes. wao walikuwa na stack kupata matokeo na game zizo tatu za nyuma zote walipata matokeo kuanzia dakika 85 mpaka dakika 96 sita, yeah. lakini walipofika Anfield, Arsenal Arsenal ambao ilikuwa bora, ina clean sheet mm -hmm. tatu kwenye game tatu za kwanza Arsenal anakuja kuruhusu goli la Dominic Szoboszlai, yeah, free kick ambapo Arsenal walicheza <laughs> mpira wao wote <laughs> kwenye game ile yeah. yeah. Lakini zile wanasema margin for error ilofanyika, moja tu individual brilliance ya Dominic Szoboszlai kaamua mechi yeah. So siwezi kuwaondoa Liverpool uh, kwamba hawawezi kuwapa kashikasi Arsenal Emirates, kwa sababu wameshakuja wakiwa wabovu kama unavyosema sasa hivi. Na wasi, wa wajafungwa Emirate. Yeah. Liverpool kaja akapoteza mechi Emirate msimu wa mwaka jana ile tatu moja mm. Lakini msimu wa elfu mbili na ishirini na mbili ishirini na tatu Arsenal wako bora, wanapiga flowing football ya hatari, direct football jemu ikaisha mbili mbili, tunaongoza mbili bila wanakuja kuchomoa zote, Bobby Firmino wanakuja kupiga goli la kichwa usiku <laughs> ambapo mwisho wa siku ubingwa tena unaeuka kwa namna hiyo. So sioni Arsenal hii kwamba inacheza flowing football kama ile iliyokuwa elfu mbili ishirini na mbili au ishirini na tatu Arsenal, yes. sasa hivi inaogopa kupoteza sana kuliko inavyoogopa kushinda, sijui kama umenielewa. Yani wako radhi kujizuia zaidi kuliko kwenda Kuli kutafuta matokeo. Uh, na Liverpool ya muda huu yenyewe pia backline yao haija click. Kwa sababu sikumbuki mara ya mwisho Liverpool ana clean sheet. Anaruhusu sana. Anaruhusu sana. Na Arsenal ya sasa hivi mechi tatu kama sio nne za nyuma, na wao ana clean sheet na yeye anaruhusu. So ni game ambayo itakuwa iko wazi though, kama uh, Mikel Arteta ataamua kuifanya iwe ni game ya kufunga ni Hmm. azuie kwanza ndio asubiri Liverpool awafunge, lakini naamini itakuwa ni game ya kupishana, kwa sababu Liverpool hana la kupoteza sasa hivi, anachohitaji ni pointi. Arsenal anakupoteza kama yeye atazuia, atashambulia tu wafungwe, halafu City akashinda, story inaweza ikabadilika. So mimi naiona ni game ambayo itaamuliwa tactically. Game time. Tuona vyo sisi.